Na mimi naomba mimi kama mtoto wa pasta, kwa heshima usiwe na chuki mpaka kwa kifo. Aliyekuwa Mheshimiwa Baraza, nami naongea na uchungu sana, aliyekuwa Deputy President wa Jamhuri ya Kenya Mheshimiwa Gachagua. hata kama wewe umerogwa hata kama wewe umelaaniwa, kiongozi Raila hawezi aga na uwezi enda kusaini hata condolence book. Hasira gani unayo hiyo? Hasira gani unayo hiyo kwa shujaa yetu Raila Amolo Odinga? Hata kama mmekosana na jirani jirani, akiaga, the most important thing you are supposed to do is to pay the last respect, heshima ya mwisho, hata ukutuma Uye mkora hako Malala alikuwa na zunga zungu, gaba madungu. Hata assign to visitors book. Shame on you Kashagwa. Shame on you. And we are watching. Mwanae Raila juzi juzi ameweka into law. Sheria bado na wewe ukatangamiza vijana wetu. Hadi wewe unasema kitu kwa mtandao. Mimi natukanwa kila siku kwa mtandao, nimekufa. The freedom of speech. The freedom of expression. Is in our constitution. Tuko na wabunge hata bungeni wanapitia sheria ambayo za draconian laws. Sasa watu andika kitu unatetemeka, lazima watafute jina ya uongo wale, bali wazenze huko tafanya makosa. Why can we allow our people to express themselves freely really? If we love Raila, the freedom fighter, the man who wanted to dedicate the welfare of our people, we cannot speak from both sides of our mouths. We cannot, huwezi kusifu Raila ni mzuri ile madila alikuwa anasimamia mnaanza kuikandamiza hata kabla hajazikwa.